Leo ni siku yetu ya mwisho. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa kila mmoja wenu kwa kazi nzuri umekuwa ukiifanya. Baadaye nitatoa shukurani za jumla, lakini naamini kwamba kuna kitu cha mwisho unataka kufanya katika maisha yako. Kama naamini sema amen. Sikiliza kweli hii, mtu anaweza kutia fitina kama hakuogopi kweli, si kweli? Mtu hawezi kusengenya kama hampi wasiwasi, lakini wale wanaokutia fitina na ukusengenya na kuletea ushindani ni wale ambao wanajua huko juu yao mwageyo yako ni wakati wakwenda juu zaidi. Mnadi siendelee, wagoanasemaendelea mchungaji. Haleluya, haleluya. Yeye yeah, akakuwa wanadamu wote kama mimi na wewe. Yeye alipofikisha miaka thelathini na mitatu, kumbuka alizaliwa, alitumwa na Mungu toka mbinguni ili aje aende kufa msalabani. Hiyo ilikuwa ndio azima aliyemtoa mbinguni, Yesu ilipofika miaka, wakati imetimia nataka niwambia watu wa Dodoma, wakati wa Mungu ni wakati ulio bora. Nami nakutangazia kwamba kama ulikuwa bado hujafanya maamuzi ya kumtokea Mungu kamilifu, huu ni wakati na wakati ni sasa. Usichelewe tena, hujachelewa. Asema sijachelewa yeye. Yeah, alipofikisha miaka hamsini na mitatu ndio maana ukimpokea Yesu hata kuzeeka kwako na zeeka taratibu, eh hey, kwa sababu hiyo <laughs> ni bonasi ya wokovu, mnanielewa mpaka hapo? Usiache kuokoka leo, kuna bonasi yake. Sema haleluya. Shetani <laughs> anatafuta yule ambaye anatija, shetani anatafuta yule ambaye anasumbua. Hebu nikuambia siku ya leo, yuko mwana wa Mungu mahali hapa, jina lake ni Emmanuel amekuja kusaidia katika mateso yako. Ebu mpiga makofi <traum> haleluya, haleluya yeye yeah, awalipo mbaini kwamba ndiyo Yesu Wakamkamata kwenye bustani ya Jesemane. Sasa nisikilize, kwa nini bustani ya Jesemane? Ni kwamba ule mpango wa Mungu uliokuwa ameutengeneza kwenye bustani ya Eden uliharibikiwa uliharibi, uliharibiwa na Adamu wa kwanza. Bustani ya Eden ilikuwa inabidi uweze kurekebishwa katika bustani Semane. Na Yesu walipomkamata kwenye bustani ya, ya, ya Jesemane kuanzia hapo akaitwa Adamu wa pili, yes. Mnasoma kwenye Bibilia zenu maandiko yanayosema waziwazi kuhusu Adamu wa pili hapa kwenye Jesemane ndipo alifanyika kuwa Adamu, Adamu wakonsa, hari wa pili. Adamu wa kwanza aliharibu mpango wa Mungu, Adamu wa pili akaja kurekebisha na kurudisha mahali pake. Hebu shangilia kwamba ushindi wetu umekwisha kurekebishwa na, na kurudishwa. Msamia indaa kuambia Bwana sio mshindi, mshindi. Haleluya. Wakamkamata kwenye bustani ya Jesemane. Ha, walipomkamata wakaanza kumtesa na kumpiga. Alikuwa na mwanafunzi wake ambaye alikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni mtu shapshap, kwa lugha ya kawaida vijana ni kiherehere, lakini unajua kwenye wokovu unahitaji kuwa kiherehere kidogo. Amen. <laughs>

Sikio, sikio likaanguka na askari. Yesu akasema hapana, Petro, auwae kwa upanga atakufa kwa upanga. Sisi hatutumie upanga, tunatumia neno la Mungu. Nataka nikwambie, mashetani yote lazima yajue kwamba leo lazima yakatike, leo lazima yasambaratike, magonjwa yote yakatike, laana zikatike, kwa kuwa tunatumia upanga wa neno la Mungu. Hebu piga kero useme Yesu. Biblia inasema kisasi ni cha kwangu. Usio mtu akuipa visasi mimi, nako acha visasi, mwachie Bwana. Huo ndio wokovu wa kweli. Warokole wa siku hizi si warokole, lakini hata kwa duniani kwenye dini na kingine wamejaa visasi vya kila aina. Sio Biblia. Biblia inasema kitu kutoka kule, na sema, vita ni vya Bwana. Tulieni kimya mkoone wokovu wa Bwana. Acha kutumia nguvu zako, acha Mungu apigane. Wakamkamata, walipomkamata, ameshaulisha sikio la askari. Wewe fikiria, mtu aliyekufanyia mabaya unamfanyia tiba ya haraka. Huyu Yesu ni mzuri jamani. Mwombe jina lako, simkose Yesu leo. Come on people, eh. Ingekuwa ingekuwa mimi au wewe, mtu aliyekuwa nakusumbua umepata muungwana, amemkata sikio, alafu nakwenda <laughs> unakwenda kurudisha? Kweli huyu Yesu ni mzuri. Haleluya, haleluya. Walipomkamata kwenye bustani ya Jesemane wakaanza kumpiga na kumtesa, Yuda Iskarioti alipoona yule aliyekuwa ni mwana wa Mungu kamatika ha amebanwa, yeye akaingia na, na, na hukumu mbaya. Akaenda, walikuwa wamempa vipande vya pesa thelathini. Akaenda kuvirudisha wale wakuu wa sinagogi na mafarisayo na maskari, wakasema rahasha, hatuvichukui hivi, hata kwenye hekalu hatuingizi, labda ipeweke kwenye bonde ambayo itakuwa ni bonde la kuzikia watu. Akaenda akavitupa huko, akatafuta mtu akajitundika mwenyewe. Sikiliza, Sikiliza, yeye aliye msaliti kabla haja, hajasulubiwa msalabani yule msaliti alikuwa amesulubiwa. Nataka nikwambie, huyo anayekuchokoza, huyo anayekutafuta, mwacheni, mwachie Mungu. Kabla hujafika, atakuwa ameasirika mwenyewe. Nasema atakuwa ameipata, ameipata fresh kabisa. Kwani maandiko yanasemaje ninyi? Maandiko yanasema kila chimba yeye shimo atadumbukia. Acha kusukuma watu kwenye mashimo. Acha wachimbe watadumbukia wenyewe. Amen, haleluya, haleluya! Huu ndio Ukristo wa kweli. Hatujipiganii, hatupambani. Mungu wetu hahitaji msaada wako, anajitegemea tena na nguvu. Ni Mungu anaitwa El Shaddai, Mungu mwenye nguvu. Wakamkamata Mwokozi wakaanza kumcharaza viboko. Ilikuwa kuna fimbo za maskari wa kiume zinaitwa mijeredi. Ule mjeredi ilikuwa ni fimbo ambayo imetengenezwa kitaalamu kwa ajili ya mateso, imewekewa na misumari midogo midogo. Wakimpiga mtu mjeredi mgongoni, ile misumari inachana nyama za mgongo, damu zikaanza kutoka. Naomba nikuambie ndugu yangu wakampeleka ameshachoka mwili anaanguka kwenye mitaa ya Yerusalemu, watu wote wanamwangalia na mcheka. Yesu alichekwa ili mama wa Dodoma usichekwe. Yesu alichekwa ili vijana wasongo wa, wa, wa, wa usichoke tena. Aibu yako aliibeba kwenye mitaa ya Yerusalemu. Hebu ruka juu, piga kelele kama tuko pamoja. Damu yake haikuwa na bakteria, haikuwa na virus, haikuwa na dhambi, ndio maana ilikuwa na uwezo wa kuweza kufuta dhambi ya mwanadamu. Hebu tumpigie makofi makubwa na kelele! <coughs> <coughs> Makarabashakataya lakini sikia, sikia, nikufurishe kitu. Achana hilo lolo la takataka. Wewe sio takataka, wewe ni wa thamani maandiko yanasema, kwa nini? damu damu ya Yesu ina nguvu, sema ina nguvu. Damu ya Yesu Kristo ndiyo ina nguvu ya kutakasa dhambi. Waraka wa kwanza Yohana moja sabi nasema, na kwa damu yake hututakasa na dhambi zetu kabisa. Lakini hivi uhai wa kila mwanadamu uko ndani ya damu uhai wa kila kiumbe uko ndani ya nini? Kwa mujibu wa Warawi kumi na saba kumi na moja maandiko yanasema, nimewapa hiyo damu kuwa upatanisho. Damu ya Yesu Kristo ina upatanisha ndani, ina nguvu ya kutupatanisha na Mungu Baba. Warawi kumi na saba kumi na moja nasema, nami nimewapa hiyo damu iwe upatanisho, maana uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu. Maana yake alikwenda mbinguni akiwa amebeba damu yake. Baba Mungu alipoiona damu akaizika na gharama aliyoilipa, akamwambia nimekupa jina lipitalo majina yote, na kwa ajili ya jina hili kila goti litapigwa. Nami natangaza magonjwa yote yatapiga goti leo, na kila jina lililo juu litapiga goti na kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hebu ruka juu, pige kelele kama tuko pamoja.

Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa jina jina jina jina jina jina jina jina Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Kristo Kristo Kristo Kristo Kristo, pokea pokea, achia achia achia achia achia, shetani jina lako, vesi vesi vesi, nani, kitu kitu kinaenda chini na juu. Hiyo microphone imekoja tena jamani kitu kinapanda kinashuka, eh, mara hii. Baada ya mambo, nasikiaje? kimya kimya, hebu piga makofi kwa Yesu. Nasikia kitu kinatembea kwa, oh, oh, tumboni. Kwa muda gani kilikuwa kinatembea? Wiki moja. Sasa hivi unasikiaje? Nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Ndio. Mpe Yesu makofi mazuri hapo. Ndio miaka mitano. Kuanzia kuzaliwa, si ndio? Ndio. Miaka ishirini utu zima. Ndio. Ndio ndio umesikia. Ndio. Sasa unasikia vizuri? Ndio. Nani amekuponya masikio? Yesu. Mpe Yesu makofi watu wa Mungu. Haya, mimi naitwa kwa jina langu Julius Rugera. Ehe. Mimi nimetokea mkoa wa Mara. likunmaka mda gani? Toka, toka mwezi wa nane mwaka jana, tangia mwezi wa nane mwaka jana. amepoeza mkono. Na, leo hii leo nimeona Mungu ameniokoa, amenikomboa katika i, i, hiyo, shida hiyo shida hiyo. Nani amekuponya? Mungu, Mungu. Amen. Mpe Mungu makofi. Amen. <mim> miguu hmm, yote miwili na tumbo. Kwa muda gani? Muda mrefu sana. Kama miaka mingapi? Miaka kumi miguu inasumbua na tumbo. Sasa unasikiaje? Fanya <laughs> Jina langu naitwa Askofu Eugene Murisa, Dr. Eugene Murisa ambaye ni askofu mkuu wa kanisa la Forest Church. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi tuliyopewa ya kuweza kujenga jamii wa Tanzania kwa neno la uzima, lakini kwa namna ya kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye wametupa, na, wametupa nafasi ya kipekee ya kuhubiri neno wa Mungu kwa uhuru, tunapata mazingira rafiki, tunapata vibali na tunahubiri habari za Yesu bila kubuguziwa. Ni maombi yangu kwamba mkono wa Mungu uliweze kulijenga taifa letu, maana kila jengaye bila Mungu kujenga anafanya kazi bure. Lakini kwa habari ya mkutano huu umekuwa ni mkutano uh, wenye matokeo makubwa, mkutano wa siku tatu zenye mguso mkubwa, watu wamesikia kweli, wameona Mungu aliye hai anayeishi katikati yao. Wengi wameokoka na wengi wamepona magonjwa yaliyokuwa sugu. Tuliona mtu ambaye alikuwa haoni kwa miaka mitano anasumbuliwa na kutoona. Yesu alimfungua akampa macho akaona, na hata akawa hana haja ya kuvaa miwani tena. Lakini watu wengi waliokuwa wamepooza wamepona. Siku ya leo tumeona mtu ametoka mara mkono wake umepooza kwa miaka zaidi ya mitano, Mungu amemponya. Kwa hiyo nataka niseme kwamba Yesu bado yuko hai. Tuendelee kumwamini Mungu na kuweza kukaa kwenye kweli ya neno la Mungu. Hata ambao hajafanya atakwenda kuyafanya zaidi. Yote tuendelee kuombea taifa letu liwe na amani na utulivu kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Tunapokwenda kuwa na uchaguzi, aa, karibia na mwisho wa mwaka, mambo ni mengi, lakini tunahitaji mkono wa Mungu. Hata wakati watu wanafanya campaign, ni maombi yangu kwamba washindane kwa hoja wasitumie maneno ambayo yanaamsha hasira na uchochezi, kwa sababu maandiko yanasema hasira ya mwanadamu haifanyi haki ya Mungu. Kwa hiyo tunaombea taifa hili kama ambavyo limeanza kwa amani, amani ambayo tumeipata kuanzia kwa waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wengine walio kwenda kutawala baada ya ku, kuacha nafasi. Amani hii tuendelee kuitunza na sisi kama kanisa, ni wajibu wetu kuliombea kanisa na kuwa mfano, mstari wa mbele katika kujenga taifa kwa njia ya amani na neno la Mungu na maombi pia. Mungu awabariki.